Mtukufu sana Okala, tumevamiwa na jeshi la Wajemi wa hapa ninapokuambia askari zaidi ya kumi wameweza kufariki hapo hapo baada ya shambulio ambalo limefanyika na hili jeshi la Wajemi wa. Inaonekana wana vifaa vya mishale na mikuki ambayo inaweza katuzulu. Wanajeshi wetu wengi wameweza kukimbia hii vita, na mpaka sasa mimi kama kiongozi kutoka kwenye falme hii tukufu ya mfalme ya Okala nimekuja hapa kukupatia taarifa kwamba tunazidi kuzidiwa nguvu. Naomba ufanye kitu mfalme wangu, kabla hii so haijaweza kufikia kwenye ngome ya mfalme Ukala. Hali sio shwari, majeruhi umekuwa ni wengi sana, na tunasijua nguvu mfalme wangu. Eh, cheki yote na maji changu ni za eh, mkuu mkuu wangu mfalme Ukala, usife! Hey, mimi kama ndako niko hapo, usife mkuu wangu. Eh, washamtwanga ya mbavu, washamtwanga ya mbavu. Hii vita jamani <laughs> En, nakuja kukusogeza pembeni mfalme wangu. Hawana hata huruma jamani, wanampiga mpaka mtukufu mfalme Ukala, hawajui hata utukufu wake kweli. Yani jeshi jamani, ni wakati sana. E, pole sana mkuu wangu mfalme Ukala e, vipi? Wamekupiga sehemu mbaya, niende nikajitoe mwanga kwa ajili yako. Hapana, nipata mshtuko wa moyo, naomba unipeleke kwenye milima Mbabadu, please, naomba unipeleke huko Enishukuru uh, uh, uh, uh, Mungu jamani. Uh, sawa sawa, mf mfalume wangu Okara. Acha nikupeke kwenye milima mbabadu, uenda kule miungu tena kukulinda, maanake mashambulizi yamekuwa makali sana, tuondoke hii eneo mfalume <Palestinians> <coughs> wangu ujue, mimi nakata mpaka tamaa jamani. Yaani eh, tumeshazunguka hospitali na hospitali. Kila hospitali nakokwenda majibu ni yale yale. Mimi naomba tu majibu ya daktari jamani, nasije tofauti. Maana kitu tumefanya vipimo vyote mpaka vipimo vya ultrasound jamani. Eh. Ah. Sandra, usisema maneno hayo. Wajua kabisa fika mimi mwenyewe natamani kupata mtoto. Yaani kwa kweli hii hichi kitu kinaniumiza sana. Yaani nikiangalia marafiki zangu karibia wote kijijini, kila mmoja na mtoto umdi wangu nasiji kwenda na mpaka sasa hajafanikiwa kupata mtoto. Jamani, tuombe tu majibu ya daktari aweze kwenda vizuri. Ebau, usubirie tu majibu ya daktari, uenda akawa mazuri kama usemavyo, lakini kwakweli mimi sina imani kabisa. Sinikwambia mke wangu uwe mtulivu, daktari kashafika. Siwe hapa uh. Daktari karibu sana. Uh, vipi poe, na kazi, majukumu yanendaje? <sighs> Ah, poa sana. kwa kuweka jamani, nilikuwa uh, kidogo nafuatia masuala ya majibu yenu ya ultrasound, vipimo uh, vya njia ya ultrasound ndio nilikuwa nimeenda kufuatilia hivyo ili niweze kucompile, niweze kuwapatia majibu yenu yote. Kwa hiyo ondoeni shaka jamani. Poleni kwa kuweza kuwa vumilivu na kuweza kunisubiria mpaka nimeweza kufanikisha hili jambo, niweze kuwapatia majibu yenu ya kuhusiana na hali ya ujauzito wa mkeo. Ah, oh, pole sana majukumu daktari. Yaonekana umechoka sana. Jana ulikuwa na iti nini? Okay, unaonekana hata macho yako unaonekana umechoka sana. Mm, yawezekana. Hivi itakuwa ni saa ngapi sasa hivi? Hivi sasa ni saa kumi jioni. Muda umekwenda sana. Manake toka tumekuja hapa ilikuwa ni kama at around saa nne asubuhi hivi. Mpaka sasa hivi ni saa kumi jioni. Ah, kwa kweli muda umekwenda. Ya, nilikuwa nimeunganisha jana ilikuwa night shift na nimeweza kuunganisha siku nzima. Manake, ah, hakuna msaidizi mwingine hii department niko peke yangu. Ndio maana, ah, unaona ninaonekana kama nimechoka choka. Sasa tufanye kitu kimoja. Naomba hicho kiti umwachie bibie au mkeo aweze kukaa hapo, ah, alafu wewe utakaa pembeni niweze kuwapatia majibu yenu sasa. Okay basi, sawa haina shaka, ngoja nimpishe ni mke wangu ajakae hapa <laughs> Daktari, tafadhali naomba utuambie tu majibu yetu. Kwa kweli nimechoka kuvumilia, naomba utuambie majibu tu. Hey, mbona natetemeka hivi jamani? Naomba urelax, shusha pressure, uwe normal tu. kwa kweli Uh, unapokuwa kwenye hali kama hiyo, unaanza kunitisha unapoanza kutetemeka hivyo. Au hali ya AC humu ndani inakuletea kama moto, nizime? Wala sina shida yote na AC. Kwa kweli daktari, ni hali tu ya mtetemo tu wa wasiwasi, pamoja na kuweza kuanza kuyawaza majibu yatakuwaaje. Naomba tu tuambie tu, jamani. Okay sawa, kwa kuwa wote mmelizia, niweze kuwapatia majibu ya vipimo vya ultrasound yapo kama hivi. Uh, majibu ya vipimo vya ultrasound yanaonyesha kwamba ulipata miscarriage uh, siku mbili kabla ya kuja hapa, uh, na inaonekana ujauzito umeweza kuondoka. Kwa hiyo vipimo vya ultrasound vinaonyesha kwamba hauna ujauzito. Samahani sana na pole kwa hili. <laughs> Mimi nilijua tu hii hali ingenikuta tena. Tazama hii ni hospitali ya tano jamani. Kila siku mimi nakuwa na tatizo ya miskedi. Sijajua na tatizo gani jamani. <laughs> Mimi naumia jamani. Du, kwa hiyo daktari, wataka kuniambia hakuna namna yoyote ile tunaweza tukafanya kuweza kumuokoa au kumnusuru mke wangu kwenye hii hali? Maana yake amekuwa akipata tatizo ya miskedi mara kwa mara, mimba zake anapata mimba vizuri, lakini mimba inatoka. Naomba utusaidie daktari, niko chini ya miguu yako, naomba utusaidie tafadhali. na, na kuelewa sana Mr. Chacha, natamani sana niwasaidie, lakini kwa kweli, kwa hali hii na uwezo wa hospitali yetu, hatuna vifaa vikubwa vya kuweza ku monitor na kuweza kuangalia ni kitu gani hasa kinapelekea miscarriage ya bibi Sandra. Lakini nikupe moyo tu, unaweza ukaenda Kwenye kijiji cha pili au hata maeneo ya mjini, yamkini unaweza kupata hospitali kubwa na wakaweza kumfanyia vipimo vikubwa zaidi kuweza kubaini na kutathmini tatizo gani ambalo linalomsumbua uh, mkeo mpaka anapata miskeledi za mara kwa mara. Lakini kwa uwezo ambao mimi ninao na uwezo wa ofisi yetu au hospitali yetu, hatuwezi kuendelea na na, mat, na, vipimo vingine. Hapo ndio mwisho wetu. Samahani sana na niwape pole kwa hili. Nikiweza kutafakari tumepita pita vipi mpaka tumefika huku kwa kweli? Ah! Yaani nashindwa kupata jibu. Yaani nashindwa kuelewa. Imewezekana vipi eh Mwamnyange na jeshi lake dogo hilo la Wajemi wameweza kuvunja ngome yetu hii, ngome ya mtukufu Mfalme Okara na wakaweza kufanya uhalifu wote ule, kuua watu, kuweza kuchukua mali zangu na kuweza kuvamia katika teritori yangu. Yaani kwa kweli hii ni dharau kubwa mno. Inawezekana kuna jambo ambao haliko sawa. Ah. Uh-huh. Basi nimeanza kupata picha mkuu wangu. Yaani mimi ninachoona hapa, mm. Kuna kitu hakiko sawa. Kuna jambo haliko sawa. Mwamnyange, ile jeshi lake lile dhaifu tumekuwa tukiwadunda mara kwa mara. Yaani kila vita ikitokea kati yetu sisi na ufalme wa Mwamnyange na ile jeshi lake la wajemi tumekuwa tukiwapiga mara nyingi. Yawezekana vipi Mwamnyange jeshi dogo hili la wajemi wameweza kutuvamia sisi na kuweza kutuchukua mateka na kufanya fujo zote hizi. Mimi nilikuwa na wazo moja, mfalme wangu mtukufu sana Ukala. Mimi naona kabisa hapa kuna mchezo umefanyika. Huyu hawezi akawa amekuja hivi hivi, yawezekana kuna nguvu nyingine za ziada anatumia. Haiwezekani. <tos> <tos> Mkuu, bila kupoteza wakati, mimi nikuwa na shauri twende kwa yule mchawi wa kijiji anayepatikana kijiji cha pili. Yule mchawi wa kijiji anaweza akatusaidia kuweza kutatua tatizo, na yeye anaweza kafuasi, anaweza akaona ni tatizo gani ambalo linatafuna sasa hivi falme hii ya mfalme Okara, manake umekuwa na nguvu zaidi ya miaka kumi. Haiwezekani watu wadogo kama wa mnyange aje kushusha kwenye ufalme wako, lazima tuende kwa mganga. Tukatoe, tukafanya kafara tufanye tambiko namna yoyote ile ili, ili mradi uweze kurudisha utukufu wako mfalme wangu, au ulikuwa unaonaje? Mm, hebu ngoja kwanza, unataka kuniambia tu ni kule bibi mchawi yule Mwanamboka, au, au ni, ni mganga mwingine anayemfahamu mimi hapa kijini? Ehe, huyo huyo. Yani yule sio mchawi tu, yule anaweza kutabiri mpaka mambo yanayoweza kutokea miaka 10 mbele kwenye ufalme yako, kwa hiyo usimdharau hivyo. Twende tukamsikilize, na yeye atakuwa na ushauri wake. Maanake kupigwa na jeshi ya Mwamnyange ujue kwako kwa, inakuwa kama zarau hivi. ah, japokuwa nikuwa sitaki kuamini waganga na wachawi, lakini sawa, mimi naomba unipeke kwa huyo bibi uende, anaweza akansaidia.